Niwashukuru sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi kwa ngazi zote za ngazi ya kata na matawi, mabalozi na wajumbe wa mabalozi. Kati ya wapiga kura elfu kumi na tatu mie, mininani, mtoto wa kindende ule, nikapewa kura elfu kumi na moja mia nane thelathini na sita hayo siyo mapenzi, bali ni mahaba sisiemu oyi. Gena mahaba sio mapenzi tu sisiemu oye. Hapo ndio mliposibitisha kwamba tukutane site na lihengu livire na lihengu lelijomoka kirabo kirabu rukera nywavuje nyendi makatowi kura makatieke kura kwa Daktar Samia Suluhu Hassan kwa Dokta Juma Homera na kwa madiwani wa CCM. Lakini niwaambieni ndugu zangu, mimi nimekuja kuomba ubunge, sijaomba cheo kingine chochote ndani ya nchi hii. CCM hoye! CCM Namuwe na imani mimi, nimetoka kule, nimeandika barua kutoka kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, daktari, naomba nirudi nyumbani nikagombee ubunge. Sikutaja mle udiwani, sikutaja mle uwaziri, sikutaja mle utendaji wa kata wala wa kijiji, lakini mimi nimeomba ubunge na niko tayari kuwatumikia wananchi kwa nafasi hii ya ubunge. CCM oyee! Mmenielewa? Mmenielewa? Walionielewa nyosha mkono juu. CCM oyee! Jambo lingine, ndugu zangu, niwashukuru sana wagombea wenzangu ambao tulishiriki kwenye kura za maoni. Niseme nisiseme, nawashukuru wote, wameonyesha ushirikiano wa dhati. Na niwahakikishieni hawa mimi ninao dama dama mpaka 2030. Tutashirikiana pamoja kuijenga na mtumbo bila ubaguzi wowote. Yoyote aliyoko hapa ana uwezo wa kuleta mifuko ya saruji alete. Anaweza kuleta mbolea kwa wakulima alete. Swara tunaijenga na mtumbo. Sitakuwa na tabia ile na mbunge ana mundu aletiti mbao oleta mbao. Mi sina hayo. Sinsi moye. Ndugu zangu, hii Namtumbo mkiweka ubaguzi haitasonga mbele. Mie nilikuwa nakuja kutembelea huku, naleta bati, naleta nondo, naleta vitu vya aina mbalimbali, vifaa vya michezo. Kwa nini anaanzisha shughuli ya michezo hapa? Kwa nini analeta saruji? Kwa nini anafanya hivi? Hiyo sio tabia nzuri, na hiyo ndio imetupelekea mpaka leo hii Namtumbo tuko nyuma. Wako watu wako huko kwenye nafasi mbalimbali mbali. Wakaribisheni walete maendeleo. Swala la ubunge ni nafasi tu ya uwakilishi na kwenda kuhudumia watu, sio ajira. Hao ndo wanaotegemea ubunge ni ajira. Ukitegemea ubunge ni ajira yako ya kukubadilishia maisha yako, huwezi kuwasaidia wananchi cmoy niendeleni siendeleni nywepule ngotuka pule na njona mabene uzi singuete dendera hote penpamba CCM, woye wako watu wanaonyesha mashaka. Alivyosema mwenyekiti wangu hapa, mimi nimegawa pikipiki piki mia moja tisini na tano kila kila tawi la CCM, na kesho zinaenda kufanya kazi ya kusomba watu kwenda kupiga kura. wasiona uwezo tumegawa pikipiki mia moja tisini na tano matawi yako mia moja thelathini na mbili Daktari Samia kaleta pikipiki piki. kaleta na vitendea kazi vingine, na mimi kijana wake ni nani? Na nami nimemuunga mkono nikasema, kila tawi pikipiki piki moja, na kila kata mwenyekiti, katibu na mwenezi wake pikipiki piki moja. Piga piki hesabu, pikipiki moja shingapi? Unaenda kuweka masifuri yako huko mbele. CCM oyee! Halafu leta mashaka yako hapa. Najua hamnijui lakini mtanijua mbele. CCM oyee! Niendelee ni siendelee, ni chane ni sichane. Tusiwe na roho ya ubairi, ukiwe na chochote nenda kale na wenzako, wana Namtumbo. CCM oyee! Kesho ni siku ya kwenda kuwaonyesha kwamba zile kura za maoni cha mtoto sasa tunakwenda kuwasha moto, tusipoteze kura hata moja, twendeni tukapeleke kura nyingi CCM. Twendeni tukajenge imani CCM oyee. Tuna changamoto mbalimbali, naendelea sasa eneo letu la barabara yetu kuanzia pale mpakani Lumecha mpaka tunafika Kilimasela, usiku ni giza. Sasa tumeongea na wenzetu wa TANROADS, waangalia maeneo ambayo yenye centers kubwa za biashara, watufungie taa, na wamerizia jambo hilo, watatufungia japo kwa awamu. Pige makofi mengi sana kwa CCM. Jambo lingine, serikali ya Chama Cha Mapinduzi inakwenda kujenga barabara kuanzia Namtumbo mpaka Ifakara Morogoro barabara hiyo ni ya kimkakati na ni barabara ambayo inaenda kuinua uchumi. Ndugu zangu, ni ipo kwenye ilani yetu ya uchaguzi ya CCM. Mimi ni kwenda kusukuma tu mambo yatokee. CCM oi. Iko barabara kuanzia hapa unapita hapa minazini hapo unakwenda hivi. Mpaka Likuyu barabara ile inakwenda kutengenezwa kwa kiwango cha lami kilometa 31. Piga makofi mengi sana kwa serikali ya CCM. Jambo lingine tunakwenda kuwaomba wenzetu, na nilimfikishia baadhi ya kiongozi mmoja, barabara ile inayokwenda kutokezea Rumecha, tunasema Rumecha ipite, lakini na hapa itoke ikatokezea kitanda. CCM oyee! Hapa ndo mjini na hapa ndo center, lazima barabara ya kutoka Morogoro iweze kufika hapa. Itakuwa haina maana kama barabara inatokezea tu pale Rumecha inakwenda kilomita kumi na nane Songea mjini na ndugu zangu, ni semeni siseme, barabara ya Mtwara pachani mpaka Tunduru tunakwenda kusimamia kindakindaki mpaka ikamilike. Semeni siseme, ziko barabara za mashambani, nimezisema huko taka kwenye ziara. Tunakwenda kuzitengeneza hizo barabara ili wananchi wetu waweze kusafirisha mazao kutoka maeneo ya vijijini na kuleta mjini. CCM oyee! Tunaye stendi ya mabasi ambayo tunakwenda kuijenga stendi ya kisasa. Ndugu zangu ni stendi ipo kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM. Tunakwenda kuijenga stendi ya kisasa ya mabasi, lakini stendi ya kuegeshea malori, lakini pia na kilomita za kutosha za ala lami hapa mjini na mchakato tumeanza. Biashara asubuhi mchana, jua. CCM oye! Lakini pia ndugu zangu, ziko changamoto zingine. Sisi kwenye utawala huu tunaokwenda, vijana, wazee, akina mama, tunakwenda kuhakikisha wanapata huduma zao stahiki, ili waweze kuishi vizuri ndani ya nchi yetu ya Tanzania na jimbo letu la Namtumbo. lakini ndugu zangu tumeanza mazungumzo, nimshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tumeanza mazungumzo kuifanya Namtumbo kuwa na kituo maalum cha kusambaza mbolea maeneo mengine ya mkoa wa Ruvuma. Center. Kwa hiyo tunatafuta tume ghala, tumeongea na wenzetu wa TFC tayari, wamesema wanaiteua Namtumbo kuwa na kituo cha kusambazia mbolea wilaya zingine, lakini hapa tunaletewa gari maalum la kupeleka mbolea vijijini chini ya TFC, pige makofi mengi sana! Kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi tumesema tumeanza kazi kabla ya kwenda kuapishwa, sisiem hoyo, na huo ndio uungwana. Ukitegemea ubunge ni ajira, ndugu yangu utaumia bure. Hii ni huduma kama huduma zingine. Nenda katende mema kwa wananchi, wapate manufaa, waweze kuishi lakini ukisema kwamba ni hapa, nakwambia nikienda pale bungeni, kwanza naenda kukopa kama milioni mia mbili hivi, halafu naenda kujenga nyumba yangu fulani ya kuishi? Umeshachanganyikiwa hoi. Hoyi makabambu kuvina, makabambu kuvina, CCM hoye. Tujiandae kukimbia mchaka mchaka, hatutakuwa na muda wa kuchelewa mtu atakaye kuwa anatuchelewesha kwa, kwa kweli atatusamehe. Tutashirikiana na viongozi wa serikali, huyo mtu hatupishe kwa sababu mi naamini tunao viongozi wazuri sana wa serikali ambao wanataka Namtumbo isonge mbele, lakini kuna wengine hawataki Namtumbo isonge mbele, wameweka maslahi yao mbele. Ndugu zanguni, tukatie kioti kirabo sisiemu hoye are... Ndugu zangu, nimetembea huko vijijini, ziko changamoto mahususi, nimeziona changamoto kubwa inayoisabili wilaya yetu hii inayoikabili ni maji. hata bana ndumbu pano maji ga machoko wangi vijogaje kugoroka changa kuzoga kweli lukano lwa kupita na ruhumako Mwaanda hengidiri hengo mipara kujoko macha mazike kabije hinana ina via via vopena Ku baba ku babao changachoboro CCM moyo yeah! Niseme nisiseme. Changamoto ya pili ni miundombinu ya elimu. Pamoja na daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa, lakini zile shule za zamani zile zilizojengwa zamani bado zinahitaji ukarabati. Ndugu zangu, hili tumelichukua tutashirikiana katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza masuala ya elimu. Lakini maeneo mengi hayana zahanati, wananchi wanatembea umbali mrefu, hakuna zahanati. Vituo vyetu vya afya vingi havina vitendea kazi kama vile vitendanishi pamoja na vifaa tiba. Serikali ya Chama Cha Mapinduzi inakwenda kufanya maajabu makubwa, na mimi nitakwenda kusimamia. Ndugu zangu, CCM oye Hatutaki hospitali ya wilaya pale, mtu atembee umbali mrefu. Tunataka huduma zote zipatikane pale, lakini pale mnajua maji, changamoto machikabijea. Jamani, tukatoka kurongee sana rongeo kirongee ssiem hoye. Jambo lingine ni migogoro ya wakulima na wafugaji. Jambo hili ni kubwa ambalo linatusumbua kote nilikopita nimekutana na jambo kama hili. Ndugu zangu, twende tukapambane, tukatoe kura kesho. Baada ya hapo, tunaanza kazi mara moja, na bahati nzuri mkurugenzi wa halmashauri pamoja na mkuu wa wilaya wameanza mchakato wa kulifanyia kazi jambo hili wakati tukiwa kwenye kampeni na naamini linakwenda kuisha kwenye wilaya yetu. Lakini mgogoro mwingine kati ya wananchi na migogoro maeneo ya uhifadhi, kuna migogoro mikubwa Eiza wananchi hawajalizika wa lizi, au uhifadhi umeshamili au wameingiliana. Ndugu zangu tunakwenda kulifanyia kazi kwa kushirikiana na serikali, CCM oye! Ndugu zangu kuna changamoto nyingine ya madaraja. Ukienda maeneo mengine hakuna madaraja kabisa. Na madaraja mengine ukienda kwa Mgombasi pale daraja moja liko pale, yani lile ni kwamba ni tia, tia maji kwenda mgomba, daraja la mto Ruegu, lakini daraja lile tunakwenda kulijenga upya. CCM oye! Lakini changamoto nyingine ni umeme vijijini, baadhi ya vitongoji bado havijafikiwa na umeme. Tunaishukuru serikali ya Chama Cha Mapinduzi, imefanya kazi kubwa. Sasa wako wakandarasi wamepewa kazi vitongoji 49 na mwingine amepewa vitongoji kumi na tatu. Mi niwape salamu tu tukafanye kazi tufanye kazi, yaani kama unalemba lemba tu hapa, itakuwa shughuli nyingine. Wanasema wenzangu wale wa chama kingine, wanasema huyo Mela mbona amkuwa mkorofi sana, chama kile kingine huko ambacho hakina mgombea urais. anatoa maelekezo. Mimi ndo mwakilisha wananchi. Ndio nakwenda kuchaguliwa kesho na naamini nyinyi mtaenda kutoa kura nyingi tu. Ndo mwakilisha wananchi, ndio nakwenda kuchaguliwa kesho na naamini nyinyi mtaenda kutoa kura nyingi tu. Ena bene anda vihio makweli bene CCM oye lakini jambo lingine ndugu zangu, kuna swala la zao letu la tumbaku. Tunakwenda kulifufua limelala sana, na changamoto ni kubwa, uzalishaji tunapewa mdogo. Sasa jana nimeongea pia na Premium, ametuongezea tena kilo elfu sabini. Sasa hizi nadhani watu wa Premium wajitahidi kuangalia wapi wana uzalishaji mkubwa, ili waweze kuwapatia hizi kilo elfu sabini lakini pia nimeongea na makampuni mengine wanakuja na mtumbo watatupa uzalishaji na tutazalisha tumbaku ya kutosha ndani ya wilaya hii. Naamini hatujawahi kuferi, na niwahakikishia nili kwamba hatujawahi kuferi. Twendeni tukafanye kazi kesho. Kuna kampuni ambazo siwezi kuzitaja hapa tayari wanakuja Ijumaa, wengine wengine wanasema tutakutana huko mbele ya safari, ili tuweze kuongeza uzalishaji, watu walime tumbaku. Ndugu zanguni zao hili ndo sisi tunalifahamu. nene miti limbako mbongiti limbako ndengenizi njokora zokora eh. Kujocha limbako matembe gabiko ni korogora. Gatengenizi ndugu yangu hapa eh, mzali huyu na matembe yake pale, sisi tunalima tumbaku na ndo zao letu kura biashara, anayetaka kuliua zao hili maana yake anatuua sisi sote. Uongo kweli? Lakini zao lingine la korosho nalo tutaendelea kulisimamia. CCM oyee! Sitaweza kuyataja hayo makampuni mpaka watakaponipa uzalishaji, ndipo tutaweza kumwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya ili aweze kuendelea na mchakato mwingine. CCM oyee! lakini pia niwashukuru sana kwa zawadi, ndugu zangu. Zile zawadi ni nyingi sana, haziwezi kuzungumzika, lakini najua mmekuwa na matumaini makubwa sana na mie. Mimi niwahakikishieni, nilipokea zaidi ya ng'ombe nane, mbuzi zaidi ya mia moja na moja, kuku karibu zaidi ya mia mbili na tatu. Sasa ndugu zangu, hapo kuna mahindi, kuna mchere ndizi hizi, usiseme ndugu zangu nene jenda kuliaga nye mbati makakara ga kuhenga mahengo, mahengo gesi mugamanyite gani ganagamanyite mahengo zizi moyo. Ndugu zangu, kuna kituo cha ununuzi wa mahindi hapo tumekiweka hicho, hapo kilikuwa hakipo tukiwa kwenye kampeni tunaongea na NFRA wametupa kituo hapo Ruinga. Uongo kweli? Sasa hizi tunaambia watu wakipeleka mahindi walipeni hela zao, msiwacheleweshe, si ndio hivyo? Lakini pia changamoto ya maji hapa na mtumbo, maji bado ni changamoto, kwa kuwa mkataba umesainiwa, sisi tunakwenda kusukuma mradi huu ukamilike kwa haraka lakini wahakikishieni, ndani ya muda mfupi changamoto hii ya maji hapa Namtumbo itaisha, kwa sababu maji ni uhai. Lakini pia jambo lingine, pembejeo ya ruzuku, mbolea ya ruzuku inaletwa, na tunakwenda kuanzisha kituo hapa Namtumbo. Hivi sasa hivi tutazungumza na wenzetu wa serikali ili tuweze kuona wapi tuweke mbolea na wenzetu wa wilaya zingine watalazimika kuja kuchukulia hapa sisimu hoye, akina mama watafanya biashara, mboga mboga watafanya biashara, kuuza chakula, watu wataleta magari ya kutosha hapa. Tunachotaka Namtumbo sasa, Namtumbo mpya. Lakini pia ziko barabara za mashambani, nishazizungumza. Tunakwenda kuibua vipaji vipya kwa vijana, vijana wengi wana vipaji vya mpira, yaani soka na mie ndo mtaalamu wa kupandisha timu ligi kuu, huwa na ikishusha naipandisha. Tumepandisha timu kule Tunduru, nilianzisha Tunduru Korosho, Katavi nikaanzisha polisi Mbeya, nikawa na timu takribani tatu za ligi kuu, timu ya Kenny Gold, timu ya Tanzania Prisons, wajerajera lakini kuna timu nyingine, timu ya Mbeya City wanakoma Kumwanya, ambayo ni kiboko ya vigogo. Mmoja ameenda amedraw pale, bado mwingine sasa. Bora yule amedraw, huyo mwingine bora, sijui itakuwaje. CCM oye! Sasa vipaji hivi vya mpira, kuimba, kuigiza, lakini na michezo mbalimbali, tunakwenda kuimarisha na kuweza kuibua hivi vijana ili wakarekodi kwenye rekodi kubwa kubwa, kwenye lebo kubwa kubwa, ili waweze nyimbo zao ziweze kuimbwa hapa kwenye redio yetu na redio nyingine. Na bahati nzuri, Site FM saizi inakwenda kusikika mikoa kumi: mkoa wa Singida, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Songwe, mkoa wa Lindi, mkoa wa Mtwara, Ruvuma, Njombe, Iringa na mmea wameshaenda kwao. Mnaoweza kuimba vizuri, mtasikika huko kote. CCM oye! Na mie nimewekeza nyumbani, watu wakawa wananiponda, unaanzishaje redio? Redio hii si makelele tugena, redio si mangu tu tugena. Wananchi hawa, nyinyi mnaipenda redio hamuipendi? nyosha mkono juu.